Yani, wadada wote ambao hawajaolewa lakini wapo katika mahusiano tofauti tofauti, sidhani kama unaweza kuwaita malaya kwa sababu hao bado wapo sokoni, wanatafuta wenza wao wa maisha. Ila wamama wote ambao wameolewa lakini bado wanagawa namba kwa wanaume wengine, wana mahusiano nje tofauti na ya ndoa, hao ndo wanaitwa malaya Yani, hao ndio malaya kabisa, tena ikiwezekana wapewe na vyeo kabisa. Maana umeolewa afu uko na mahusiano mengine nje ya ndoa yako. Sasa mama, wewe ni malaya, wewe ni malaya kabisa. Tena wewe na nyota zako mbili tatu, wewe na nyota. Lakini kama mdada ambaye hajaolewa na yuko na mahusiano tofauti tofauti, huwezi kumlaumu kwa sababu bado wana mahusiano nje aise, yenyewe ni malaya kabisa. Ukianza kuleta visingizio eti mimi mume wangu hanilizishi, ndio maana natoka nje, huo ni uongo, hiyo ni tabia yako, kwa sababu haiwezekani mume wako ashinde kukulizisha wewe. Hii ni kwa sababu ya tabia yako uliyojiwekea mwenyewe ya kuwa unarukaruka mewako nini uliolewa nayo, wakati unajua kabisa huyu hakuridhishi? Au alikuwa na pesa nyingi labda, au nini ulifata kwake, unasema kwamba hakuridhishi. Epuka vitu ambavyo unaweza kukuletea madhara ambapo unaweza kuviepuka kabla hayajatokea kwamba mwanaume mwanaume ayaatokea ila, wewe tabia zako, usiolewe kama unaona huyu mwanaume hata ataniriisha, usiolewe naye unapoenda kuona yes, naye unashikwa kamba, unafungwa yes, miguu kwamba unataka utaolewa, utaki, utaolewa, unafanywa gaivu. Ni zingatia kwamba wewe ulizingatia kwamba mimi nataka niolewe, ukampata huyo mwamba, ukaolewa naye, wewe unaweza kutokuambia oh, haniridhishi, ni ndio maana natafuta na wengine. Hiyo ni tabia yako wewe dada, ni tabia yako wewe mama, kwa sababu umejiweka hivyo. Huo ni umalaya. Achana na hizo tabia, mama, linda ndoa yako.